Ikiwa ni baada ya kauli ambayo ameweza kuitoa Mpina huko majira ya jana katika ziara ya rais. Sasa Steve Nyerere amekuja kureact ile swala, kaandika ujumbe mrefu ambao ulikuwa na umuhusu Mpina, lakini pia akimwandikia ujumbe rais Samia Suluhu Hassan kupitia peji yake na mtandao wake wa Instagram. Sasa ni kipi ambacho aliweza kaandika Steve Nyerere kufuatia peji yake ya Instagram. Mimi nitanukuu jinsi alivyokwisha kuandika Steve Nyerere aliweza kuanza kummention rais wetu Samia Suluhu Hassan akaandika kwamba hongera sana kwa ziara Meatu. Haiwezekani kila mtu akaona anaweza kusema chochote kwa nyakati zote. Watu wanasahau uongozi ni busara, hekima na utulivu, lakini pia kwa wajinga na watu wasioelewa wanaweza kuona wapo juu ya sheria. Steve Nyerere akiendelea kusema kupitia peji yake na Instagram kama ifuatavyo, huwezi kusimama mbele ya rais wako mwenyekiti wako ukasema unamdai kwanza sio heshima kabisa. Lakini watu kama hawa, Mheshimiwa Rais, wapo wengi, lakini leo umeonyesha sura yako kama rais, umeonyesha makali yako kama mwenyekiti. Hongera sana na imani, wanaenda kujipanga upya, lakini kamwe hawataweza. Tufike mahali tutambue, tujue kuna dola, kuna mamlaka, kuna serikali na hakuna aliye juu ya dola na, na hukatazwa kusema, lakini hakuna uhuru usio na kikomo. Alafu akamalizia kwamba waweja sana yani, akisema katika lugha ya Kisukuma kwamba na shukuru sana ama asante sana. Sasa niliona katika upande wa comment section watu wengi wameweza kureact, ili swala ambalo ameweza kuandika eh, Steve Nyerere, kufuatia page yake ya Instagram. Huyu hapa anaitwa Just Ford akaweza kusema kwamba tapeli mkubwa huyo, weka likes za kutosha kama Steve Steve Nyerere ni tapeli. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kama ifuatavyo: Raisi anapigiwa kura na wananchi na wananchi ndio waajiri wake. Sasa kama wanamdai barabara asiseme kaa kimya, wewe mlarambirambi msibani. Hivyo ndivyo watu walivyoweza komenti. Lakini huyu hapa mwingine akiweza kuandika kwamba na ulivyo kafupi kama weekend, eh? Komenti za watu. Lakini mwingine akiweza kumwambia kwamba huyo ndo anaacha watu wafupi tunadharaulika, isee du Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba nitapitia changamoto zote, lakini kwenye changamoto zaidi ni wale ambao wanamuita Steve Nyerere baba. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba unajiona umeongea pointi, ndugu Andunje, ndio maana wenye jina walitaka ufute utambulisho wao wa Nyerere. Ona sasa, amna mwenye unafuu maana eti tumewazidi Ulaya uchumi uku, wanakudai sasa. Tofauti zenu na kikopo ni mfuniko kwenye moja na mbili Oktoba tutafika, tumechoka kudai mahitaji, ni jambo lake, sio heshima kwa alienda kusifiwa na kuabudiwa mburura wewe. Kwa watu wameweza kumvaa Steve Nyerere, lakini mwingine anaweza kumwambia pumbavu zako, watu wanataka barabara huko. Mwingine anaweza kusema kwamba boya kweli wewe unaleta uchawa mbele ya ukweli. Mwingine anaweza kusema kwamba Steve Nyerere, ushawahi kufika Meatu? Umeona barabara ya Shinyanga kwenda Meatu ilivyo? Acha kuongeongea, wakati nyinyi kuna fungu lenu mnapata, wananchi wana wanahangaika. Haya bana, kwa comment za wadau zimekuwa nyingi kufuatia hichi ambacho ameweza kuandika Steve Nyerere kufuatia peji yake ya mtandao wa Instagram, baada ya ile kauli ambayo aliweza kuitoa Mpina majira ya jana. Nem sikiliza kile ambacho ameweza kuandika Mpina, lakini kabla hujasikiliza, pia Steve Nyerere aliweza kupost picha ya Mpina baadaye, lakini katika upande wa caption site aliweza kuandika kama ifuatavyo, aliweza kuandika kwamba wewe ni spika tu, nyuma yako kuna redio. Hatuwezi ku hatuwezi kuangaika na spika wakati tunajua lazima redio ipo. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika eh, Steve Nyerere kufuatia kile ambacho ameweza kukiongea kufuatia majira ya jana katika huko Simiyu sasa. Nimefuatilia hii hapa kauli ambayo aliweza kutoa Mpina japo kwa ufupi, uweze kuona kile kitu ambacho kilisababisha kili mpaka Rais Samia Suluhu Hassan akasimama kumlipua Mpina majira jana muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa na inazo sifa zote, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mikoa mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo maliza huu ugonjwa mkubwa wa Nameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa Simiu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba, kwa niaba wana, ya Nameatu na kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Kisesa naomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu, daraja la Mtosanga litakalojengwa kati ya, ya, ya kijiji cha Isangijo pamoja na ifungiro wilaya ya Maswa, daraja la mto, daraja la mto, Sangijo, is, daraja la mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima, barabara daraja la mto, la mto Sem litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu Mheshimiwa Rais ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndiyo maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa, katika miundombinu hii ya kijiografia naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, lakini jambo jingine jambo jingine ni hospitali kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali lakini hizi hizi hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo nganga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo kiicha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo, tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi akiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa, ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa, Mheshimiwa Rais, kwa sababu ulilizia fedha, zije na vituo vifunguliwe Tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya tawa halmashauri kwa ajili ya kupambana na hawa wanyama wanyamapori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa wame, wa, baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa, Mheshimiwa Rais, na hawa wananchi walishinda kesi mahakamani na kwa sababu mahakama ndiyo mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na naileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe, kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu, ombi la tatu mheshimiwa Rais, ombi la tatu, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally principally, kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria.